Ni kutokea hapa katika mkutano mkuu wa CCM maalum taifa, na miongoni mwa wageni ambao wamewasili katika maeneo haya tuko na Nicholaus Chichake, mmoja kati ya watiania ambao wanatajwa kuwania katika e, jimbo la Tarime vijijini kiti cha ubunge. Habari yako kiongozi? Salama kabisa. Nimekuona wewe ni, ni miongoni mwa watu ambao wamewasili katika maeneo haya hapa. E, kwanza nini siri ya kuwasili mapema hii leo na vitu gani ambavyo pengine umekusudia kuwepo katika eneo hili la mkutano mkuu wa CCM? E, kama ilivyo ni kwamba huu ni mkutano mkuu ambao chama cha Mapinduzi kinaweza kusoma ilani ya chama kwa miaka mitano na vilevile kutoa ilani kwa ajili ya miaka mitano ijayo. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba tunataka kuonyesha wananchi chama kimefanya nini kwa kipindi chote hicho na kinategemea kufanya nini katika miaka mingine mitano ijayo. Wewe ni miongoni ambao majina yako yanatajwa sana kuwania ubunge e, katika jimbo la Tarime vijijini e, kuna usahihi, kuna ukweli na pengine umejipangaje katika hilo? Ni ukweli kabisa, mimi ni miongoni mwa hawa watu wa kutoka Tarime vijijini. Ni ukweli usiopingika, jimbo letu la Tarime vijijini linahitaji lenyewe kupata kiongozi ambaye anaweza akaendana na hali halisi iliyopo. Kwa uchaguzi wa mwaka huu ni kwamba kila sehemu kwa katiba ya nchi tutakuwa na viongozi, tutakuwa na uchaguzi wa madiwani wa bunge na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kikubwa ni kupata kiongozi ambaye anaweza akaendana na maeneo yale anayotoka ili angalau wananchi wake waweze kunufaika na kile walichonacho. Ukienda kuangalia kwa upande wetu wa Tarime vijijini ni sehemu ambayo ina fursa kubwa sana, lakini maisha ya watu wetu bado yamekuwa ya chini sana. Tunahitaji kiongozi ambaye atasaidia watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kuinuka, kutengeneza miundo mbinu ambayo ndiyo kero kubwa sana kwa wana Tarime vijijini: kero ya maji, kero ya barabara, umeme na kukosa ajira ni sehemu ambayo wananchi wetu wameendelea kupata shida. Mimi ikitokea Mungu akanisaidia, nataka kuanza na maisha ya jamii, miundo mbinu, ili angalau vijana wetu waweze kupata ajira, akina mama wanaojiunga na vikundi mbalimbali waweze mbali, kunufaika kwa biashara ndogo ndogo ili angalau kile kiwango cha umaskini na utajiri, umaskini na utajiri, angalau tukipunguze. Kuna jamii nyingi sana zinaishi pale Tarime hazina uhakika wa mlo, lakini kuna jamii zingine zina uhakika wa milo mitatu. Tunatamani angalau keki tulionayo katika Tarime vijijini iweze kunufaisha jamii yetu, hata kama sio kwa kulingana, lakini angalau tuweze kusogea, tusiachane kwa umbali mkubwa. Kutangaza kutiania ni jambo la kwanza lakini katika kujipanga kwako, unahakika kwamba umejipanga vizuri kuelekea kuwania nafasi hii ambayo unaitaka, na hasa ni ipi changamoto kubwa ambayo wewe unaona kwamba katika jimbo la Tarime vijijini bado haijatekelezeka vizuri, na ukipewa fursa hiyo unaweza ukafanya vizuri? Ya kwanza nataka kuhakikisha, ndugu mwandishi wa habari, nimejipanga. Na kikubwa, kiongozi mzuri huwa anatoka kwa Mwenyezi Mungu na huwa anabarikiwa kupitia kwa watu. Kwa hiyo iwapo Mwenyezi Mungu atapenda na watu wakapenda, wananchi wetu wakapenda, mimi nimeliangalia hili kwa uzito mkubwa sana. Cha kwanza ninajua maisha ya Watarime, wanatarime vijijini, maisha halisi. Mimi ni mkazi wa pale pale, nimeishi pale pale, nafanyia shughuli zangu pale pale. Kwa hiyo ninayajua matatizo makubwa sana yanayotukumba kwenye jamii yetu. Lengo langu kubwa ni namna gani ambavyo tunaweza tukatumia fursa tulizonazo ili angalau tuweze kubadilisha maisha yetu.